Ukiwa na haya mambo wewe kushinda ni lazima, yaani ushindi unakutafuta wewe, sio kwamba wewe unautafuta ushindi eh? Ulishawahi kuona ushindi unamtafuta mtu? Basi kuna watu ushindi unawatafuta wao, na wewe ukibeba haya mambo, maana yake ushindi unaanza kukutafuta wewe uliko. Ni sawa sawa na bidhaa inakuwepo, eh, sasa wateja wanaanza kuitafuta iliko ya yani, wateja wanavyoitafuta bidhaa iliko, maana yake watu ndo wanaojua thamani ya bidhaa eh? sio bidhaa inajua thamani ya watu. Sasa unapobeba haya mambo na kuyajua na ukaishi nayo wewe, ushindi unaanza kukutafuta uriku, kwa sababu unatamani kukutangaza kwamba wewe ndio mshindi, sio wewe kujitangaza kwamba umeshinda, no, ila ushindi unakutangaza wewe kwamba wewe ndiwe mshindi. Sasa unapobeba haya mambo yanakusaidia sana wewe ku, ku, ku, kufika kwenye ushindi au kuwa kwenye ushindi eh. Unapobeba, unapokuwa na haya mambo, maana yake ushindi wewe kwako ni lazima ni unapelekwa tu, sio kwamba unajipeleka mwenyewe kwenye ushindi. Sasa moja ya mambo ambayo yatakufanya wewe kushinda iwe ni lazima ni pamoja na kujua unashindania nini. Sasa unapotambua eh, maana unashindania nini, yake mpaka hapo wewe umeshashinda, sababu huwezi kuingia kwenye mashindano ambayo hujui unashindana nini. Kwa hiyo unapotambua eneo lako la kiushindani, wewe mpaka hapo umeshashinda. E, maanake unapojua kabisa kwamba mimi natakiwa kufika Tabora, sasa umeshajua wapi unapokwenda, maanake mpaka hapo tayari safari imekamilika kwa sababu hata unapopanda gari utakwenda kutafuta gari zinazokwenda Tabora. Eh, unakwenda stendi, unajua kabisa kwamba muda wa gari ya Tabora ni muda gani. Kwa hiyo unapotambua kitu gani unashindania wewe, kushinda ni lazima ya yaani, hiyo iko wazi, iko wazi hiyo brother. Ya ndio sasa unapokuwa umeshatambua unashindana kwa kitu gani Umeshashinda, lakini ukikosa kutambua kwamba wewe unashindana na nini ha, unashindania nini no, wewe mpaka hapo uwezi kushinda. Ushindi utausikia kwenye ndoto, ukiamka itabaki kuwa ndoto, maanake mpaka ulale tena ije ya. Lakini pia kwa nini tunasema kwamba unapotambua unachoshindania wewe ni mshindi tayari? Manake unapotaka kuingia kwenye ushindani wa kibiashara kwanza lazima uwe una uzoefu mkubwa wa biashara unayotaka kuifanya. Sasa uzoefu, simaanishi kwamba huo umefanya muda mrefu no, kwamba umesha kuwa na utafiti na taarifa za kutosha juu ya aina ya hiyo biashara eh, inapatikana wapi, changamoto zake ni nini, eh, gharama zake zikoje na mauzo yake huwa yanakuaje, na ufanye nini ili uweze kukabili soko la kiushindani. Wewe hapo kupeperusha bendela, manake ni, ni lazima. Lakini hata kama ushindani wa kitaaluma Unapokuwa na ushindani wa kitaaluma lazima ujue una invest kushindana kwenye taaluma ipi, sababu taaluma ni pana sana eh. Unapozungumzia taaluma ni pana sana let's say katika eh, afya, maana yake wewe unapotaka kuwa eh, mshindi katika eh, taaluma ya kiafya, maana yake lazima uweze kujua vitu vya msingi vya kuvishika ili uweze kuwa mbobevu mzuri na ukaibuka kidedea, kama wewe ni dokta bingwa. Sasa unapokuwa dokta bingwa maanaake umesha jua kabisa kwamba unatakiwa kuinvesti kwenye vitu gani eh? Unatakiwa uweze kuwa na uelewa sahihi kwenye mambo gani ili wewe uweze kuwa dokta bingwa, dokta bingwa, kwa sababu madokta ni wengi, lakini mpaka kuwa dokta bingwa manaake kuna vitu ambavyo lazima uweze kuvitimiliza, uvishinde, vikutofautishe, uwe navyo, manake vyenyewe ndio vinakuonyesha, sio wewe kwamba tuko na huyo mtu. Sasa unapokuwa pale, manake ushindi ndio unaokutangaza wewe. Lakini hata pia unapokuwa mwalimu bora, sio kwamba labda ni mwalimu bora kwa muonekano, no, manake umeonyesha ufanisi wako wa kazi unaotofautiana na watu wengine. Sasa ule ufanisi unapokuganda wenyewe, ndo unaokutangaza kwamba wewe ni bora, lakini sio kwamba labda etu wewe, no, ndo usimame useme mimi ndio bora no Ubora au ushindi hautangazwi na mshindani, ila ushindi unajitangaza wenyewe kwa mshindani kwamba mimi niko hapa. Maanake zile sifa ndio zinakuganda wewe, watatafuta zinaangukia kwako, wanakwenda huku zinadondokea kwako. Maanake watu hata katika soko tu, katika biashara wanajua nani mwenye bidhaa nzuri, ni huyo hapa. Sio kwamba wewe useme kwamba nina bidhaa nzuri. Unaweza ukasema una bidhaa nzuri, lakini mnunuzi anapokuja, hauoni uzuri wa ile bidhaa yako kwa hiyo kitu kinachokufanya wewe uwe mshindi ni kutambua unashindana kwa lipi, ni kutambua aina ya mashindano. Unapokuwa na utambuzi eh, wa nini unachoshindania, mpaka hapo wewe kwako ushindi ni lazima. Lakini pia jambo lingine ambalo, eh, ukiwa nalo ushindi ni lazima ni pamoja na mazingira ya ushindani mazingira ya ushindani ni jambo la msingi sana kwenye maisha. Watu wengi sana tuna feri, kweli ni washindani, lakini hatujasoma mazingira ya ushindani. Sasa napozungumzia mazingira ya ushindani maana yake lazima uweze kuwa na uzoefu na mazingira ya ushindani. Uh, hauwezi kutaka kwenda kucheza riadha kwa sababu wewe huwa unacheza mpira. Mpira yaani yeah? wewe huwa basi, wewe ni mchezaji wa mpira basi ukashindani na riadha no? Una uzoefu na maisha ya riadha eh? una experience na maisha ya riadha kwa sababu unapokuwa mwanariadha uh, maana yake watu wanajua kabisa unapokwenda kwenye ushindani, wewe ni mwanariadha, wewe ni mtu ambaye una practice, unajihusisha na masuala ya riadha. Lakini eh, sawa, unaweza ukacheza mpira na ukaenda kwenye riadha, lakini je, ni jinsi gani ambavyo umekuwa na utambuzi? Ni jinsi gani ambavyo umewekeza zaidi kwenye hilo eneo eh? gani ambavyo unalijua vizuri hilo eneo eh? Sasa unapojua vizuri mazingira ya tukio ya mazingira ya ushindani, inakusaidia wewe kupeperusha bendera ya ushindani, sababu unapokuwa unajua kabisa kwamba uh, mazingira ya riadha yako vipi, mpaka hapo wewe umeshashinda. Ni sawasawa na mtu anajiandaa kwenye mtihani, anafahamu tabia na sheria za mtihani ziko vipi, maana yake umeshajua mazingira ya ushindani ya kochi hata unapokwenda katika chumba cha mtihani unafahamu plosija za mtihani, unafahamu taratibu za mtihani, unafahamu miko ya mtihani, lakini unafahamu faida za mtihani. Kwa hiyo unapokuwa umefahamu mazingira, wewe kushinda ni lazima, sababu baada ya kujua nini unashindania, lakini umeshajua mazingira ya ushindani, tayari unakuwa umejipanga vya kutosha. Unajua lazima mazingira ya mtihani lazima niwe nimejiandaa, nimesoma vizuri mazingira mtiani lazima niwe nimejiandaa kwamba na, na, na vitu vizuri eh. Ni sawa sana. Mazingira ya kwenda kuomba kazi, huwezi kwenda wewe kama wewe kwa sababu we ndio mwalimu, no. Lazima ujue kabisa kwamba napokwenda kuomba kazi ni lazima nibebe na mazingira ya vitu ambavyo ni sehemu ya mazingira yake, vieti sijui kama barua za utambulisho, sijui barua za udhamini, sijui na, na vitu vingine vingi ambavyo vinakuwa vinahitajika kutokana na wewe unaenda kuomba kazi ya lile sasa unapotambua uh, unashindania nini wewe, ni mshindi, na unapotambua mazingira ya ushindani, mpaka hapo wewe kushinda ni lazima, kwa sababu password za msingi umeshazibeba. Ni vizuri sana ndugu zangu, e, tunapoendelea na haya maisha e, tujue kabisa kwamba tunashindana na nini. Hata katika maisha yetu ya imani ni ushindani, mwovu anataka kutupata, lakini Mungu anataka kutupata. Sasa ni chaguo la kwetu sisi washindani. Unataka kushinda kwa mwovu? Unataka kushinda kwa Mungu? Na kama unataka kushinda kwa mwovu, kuna mazingira yake, na kama unataka kushinda kwa Mungu, kuna mazingira yake ambayo lazima uanze kula kozi za kwenda kuyaishi hayo mambo. Ni vizuri sana ndugu zangu, tutambue tunashindania nini. Hata katika maisha yetu ya kiuchumi, tambua unashindana katika jambo lipi, katika biashara ipi, katika sekta ipi, katika uwekezaji upi lakini baada ya kujua unashindania nini, kuweka mazingira rafiki ya wewe kufanya wewe uonekane mshindani kweli eh? Angalia, una utambuzi mzuri wa mazingira eh, kama unatoka kwenda mbinguni unajua eh? namna gani ambavyo wewe unataka ukae kwenye mazingira gani, hii ina uwezo wa kukufanya wewe kuwa mshindi wa lazima, na sio kwamba wewe unalazimisha ushindi, ila ushindi unakuwa unakufuata wewe, kwa sababu wenyewe huwa unakwenda kwa mtu mwenye vigenzo vya ushindi, wala sio mtu anaanza kutafuta ushindi. No, ukiandaa tu mazingira, ushindi unakupepelusha eh? Ukiandaa tu mazingira, ushindi unakuja wenyewe eh? Sawasawa na mtu anayeimba vizuri. Eh, manake sio yeye anawafuata mashabiki ila mashabiki wanamfuata yeye. MC Kakatiba official The Gold Voice.